Usafiri wa anga ni miongoni mwa njia salama zaidi duniani, lakini historia inatukumbusha kuwa pale mambo yanavyokwenda vibaya, madhara yake huwa makubwa sana. Leo nitakusimulia hadithi za ajali kumi mbaya zaidi za ndege kuwahi kutokea duniani, zilivyotokea, chanzo chake na maafa. Lakini kabla tujaendelea, tafadhali like, subscribe na share video hii. Haya, sasa tuendelee. Nafasi ya kumi inashikwa na Egypt Air Flight 990. Usiku wa tarehe 31 Oktoba, mwaka 1999, ndege ya Egypt Air iliondoka New York ikielekea Cairo. Ndani ya ndege kulikuwa na abiria na wahudumu 217. Safari ilikuwa shwari na tulivu mwanzoni. Baada ya muda mfupi, katikati kati ya bahari ya Atlantic, rubani mkuu aliondoka ndani ya chumba cha marubani na kumuacha rubani msaidizi Gafra Ndege ikaanza kushuka kwa kasi ya ajabu. Abiria hawakuelewa kinachoendelea, ndani kulijaa taharuki na hofu kubwa. Dakika chache baadaye ndege ikapoteza udhibiti kabisa na ikadondoka katikati kati ya bahari ya Atlantic, kisha kutokomea gizani. Hakuna hata mmoja aliyenusurika, watu wote 217 walipoteza maisha. Baadaye uchunguzi ukaanza na ukazua mjadala mkubwa zaidi duniani, kwa sababu ripoti ilisema kuwa rubani msaidizi aliidondosha ndege kwa makusudi kabisa, japokuwa serikali ya Misri ilipinga vikali ripoti hiyo na kusema kwamba ndege ilidondoka kutokana na itilafu ya kiufundi . Hadi leo kuanguka kwa Egypt Air 990 kuna baki kuwa moja ya ajali zenye maswali mengi zaidi katika historia ya usafiri wa anga. Namba tisa inashikwa na American Airlines Flight 191. Mnamo 25 Mei mwaka 1979, ndege ya American Airlines Flight 191 iliondoka uwanja wa ndege wa Ohio, Chicago ikielekea Los Angeles. Kila kitu kilionekana kawaida hadi sekunde chache baada ya kuruka. Ghafla, injini ya upande wa kushoto iling'oka na kudondoka chini. Tukio hili liliharibu mfumo muhimu wa udhibiti wa ndege bila marubani kutambua, ndege ikaanza kuelemea upande mmoja, ikapoteza udhibiti na kushindwa kubaki angani. Ndani ya sekunde 31 tu ndege ilipinduka na ikashuka kwa kasi, ikaanguka karibu kabisa na uwanja wa ndege. Watu wote 273 waliokuwemo walipoteza maisha papo hapo. Baada ya uchunguzi, ripoti ilisema kuwa chanzo kikuu cha ajali hii kilisababishwa na matengenezo duni na hafifu yaliyofanywa kabla ya, ya ndege hii kuondoka. Ajali namba 8 inashikwa na Iran Air flight 655. Ilikuwa ni asubuhi ya tarehe 3 Julai mwaka 1988. Anga juu ya guba ya Wajemi lilionekana tulivu kama siku nyingine yoyote. Ndege ya abiria ya Iran Air iliondoka kutoka airport ya Bandar Abbas ikielekea Dubai. Ndani yake kulikuwa na abiria 290 wanaume, wanawake na watoto. Lakini chini ya utulivu huo kulikuwa na mvutano mkubwa. Vita kati ya Irani na Iraki vilikuwa vikiendelea, na meli za kijeshi za Marekani zilikuwa zikifanya doria katika guba ya Uajemi kulinda maslahi yao ya usafirishaji wa mafuta. Ndege ya Iran Air ilipopanda angani, ilifuata njia rasmi ya kimataifa ya anga ikipeleka ishara kuwa ni ndege ya kiraia. Hata hivyo, shinikizo la vita na hofu ya kushambuliwa wafanyakazi wa meli ya Marekani waliamini kimakosa kuwa ndege hiyo ilikuwa ni ndege ya kivita ya Irani iliyokwenda kuwashambulia. Uamuzi mzito ulifanywa na Marekani, makombora mawili ya masafa marefu yalirushwa angani. Sekunde chache baadaye ndege ya Iran Air ililipuka angani na mabaki yake yakadondokea ya baharini. Hakukuwa hata mtu mmoja aliyenusurika, watu wote 290 walifariki papo hapo. Habari za tukio hilo zilienea duniani kwa haraka sana, zikiamsha mshtuko, huzuni na hasira. Irani ililaani vikali kitendo hicho, ikikiita ni mauaji ya makusudi. Marekani kwa upande wake ilieleza kuwa ilikuwa ni ajali ya kusikitisha iliyotokana na makosa ya kivita, na baadaye ikaonyesha masikitiko yake, ingawa haikuwahi kuomba msamaha rasmi kwa Irani. Ajali namba 7 ni Malaysia Airlines MH17 Namo tarehe kumi na saba Julai mwaka 2014 ndege ya Malaysia Airlines MH17 iliondoka Amsterdam, Uholanzi, ikielekea Kuala Lumpur, Malaysia. Ndani ya ndege hiyo kulikuwa na abiria na wahudumu 298: familia, wanafunzi, wataalamu na watoto, kila mmoja akiwa na safari yake na ndoto zake. Ndege ilipopaa juu mashariki mwa Ukraine, eneo lililokuwa katikati kati ya mapigano makali kati ya waasi wanaotaka kujitenga na serikali ya Ukraine. Hakuna aliyejua kuwa hatari ilikuwa ikiwangoja angani. Ilipokuwa katika urefu wa kawaida wa kusafiria, ghafla kombora la masafa marefu aina ya BUK lilirushwa kutoka ardhini. Ndani ya sekunde chache, kombora hilo liligonga ndege ya MH17, ikapasuka hewani. Vipande vya ndege na miili ya waathirika vilidondoka katika mashamba ya vijiji na kuacha hali ya huzuni, mshtuko na maswali mengi. Hakuna hata mmoja aliyenusurika. Habari ziliposambaa duniani, mataifa yalizama kwenye majonzi, hasira yakitaka kujua ni nani alikuwa na hatia. Uchunguzi wa kimataifa ulichukua miaka kadhaa, ulifuatilia kila kipande cha ushahidi, vipande vya makombora, mawasiliano na harakati za kijeshi. Hatimaye wachunguzi walihitimisha kuwa kombola lililotumwa lilitokea Urusi na lilirushwa kutoka eneo lililodhibitiwa na wahasi waliokuwa wakiungwa mkono na Urusi. Hii iliibua mvutano mkubwa wa kisiasa na kidiplomasia duniani. Namba sita ni Saudia Flight 163. Saudia Flight ni mojawapo ya ajali mbaya zaidi za anga za Saudi Arabia, tukio ambalo limeacha alama kubwa katika historia ya usafiri wa anga duniani kote. Ilikuwa ni tarehe 19 Agosti mwaka 1980 ndege ya Saudia Flight 163 ilitokea uwanja wa ndege wa Riyadh, Saudi Arabia, ikielekea Jeddah. Ndani ya ndege kulikuwa na abiria 301. Baada ya ndege kuanza safari, ghafla moto ulianza kuwaka ndani ya ndege. Chanzo cha moto hakijulikani kwa uhakika. Moto ulienea kwa haraka sana na moshi mzito ulijaa ndani ya vyumba vya abiria. Hali hii ilisababisha hofu kubwa na wasiwasi miongoni mwa abiria na wafanyakazi. Kwa ujasiri mkubwa, rubani aliamua kurudi kwa dharura na kutua tena kwenye uwanja wa ndege wa Riyadh. Rubani alifanikiwa kutua na ndege kwa usahihi mkubwa na ndege ikasimama salama kabisa bila kuanguka au kuharibika vibaya zaidi. Ingawa ndege ilitua salama, uokoaji wa abiria ulichelewa kwa muda mrefu sana. Milango ya ndege haikuweza kufunguliwa kwa haraka na wafanyakazi wa uwanja wa ndege walikumbana na changamoto za kiufundi na taratibu za dharura. Abiria walikuwa wamefungwa ndani ya ndege yenye moshi mzito na hewa chafu. Kwa bahati mbaya, wote waliokuwepo ndani ya ndege walikufa kutokana na moshi na ukosefu wa hewa safi na si moto. Historia hii ni historia ya kusikitisha inayotukumbusha kuwa ucheleweshwaji mdogo katika dharura unaweza kuwa na matokeo mabaya sana katika maisha ya binadamu na kiumbe yoyote. Ajali namba tano ni Air India Flight 182. Tarehe 23 Juni mwaka 1985 ndege ya Air India Flight 182 ilikuwa ikitokea Toronto, Canada kuelekea Mumbai India, ikipitia London. Ndege hiyo ilikuwa na abiria na wafanyakazi 329 ndani yake. Wakati ndege ikiwa angani juu ya bahari ya Atlantic karibu kabisa na Ireland, bomu lililokuwa limetegwa ndani ya ndege hiyo lililipuka. Mlipuko huo ulisababisha uharibifu mkubwa wa miundo mbinu ya ndege na kusababisha ndege kuangukia baharini. Watu wote walikuwepo ndani ya ndege hiyo watu 329 waliangamia papo hapo. Hii ni ajali mbaya zaidi ya ndege katika historia ya Kanada na mojawapo ya ajali mbaya zaidi ya ndege duniani. Uchunguzi ulionyesha kuwa bomu lililowekwa na magaidi lililenga kuharibu ndege hii kwa sababu za kisiasa na kigaidi. Ajali namba 4 ni Turkish Airline Flight 981, tarehe 3 Machi mwaka 1974 Ndege ya Turkish Airlines flight 981 ilikuwa ikitoka Istanbul, Turkey, ikielekea Paris, Ufaransa. Ndege hii ilikuwa ndege kubwa na ya kisasa kwa wakati huo. Dakika chache baada ya ndege kuruka, mlango wa mizigo ya ndege ulifunguka. Hali hii ilisababisha uharibifu mkubwa wa mfumo wa udhibiti wa ndege na ndege ikapoteza mwelekeo na usawa. Ndege ilipoteza udhibiti na kuanza kuanguka kwa kasi kubwa. Matokeo ya ajali hii yalikuwa ni ya kusikitisha sana. Watu 346 waliokuwepo kwenye ndege wote walipoteza maisha. Ajali hii ilisababisha mabadiliko makubwa katika usalama wa ndege, hasa kuhusu muundo wa usalama wa milango ya mizigo. Hadithi ya Turkish Airlines ni onyo kali kuhusu umuhimu wa matengenezo na usalama wa ndege na ni moja ya ajali mbaya zaidi katika historia ya usafiri wa anga. Nafasi ya tatu ya ajali mbaya zaidi ya kuwahi kutokea ya ndege inashikwa na Charkhi Dadri disaster, India. Tarehe 12 Novemba mwaka 1996, tukio la kusikitisha lilitokea ambalo limekuwa mojawapo ya ajali mbaya zaidi za ndege kuwahi kutokea. Ndege mbili kubwa Saudi Arabia Airlines flight na Kazakhstan Airline flight ziligongana angani kwa sababu ya makosa ya mawasiliano na udhibiti wa trafiki ya anga. Ajali hii ilitokea wakati ndege hizi mbili zilipokuwa zikitokea na kuelekea maeneo tofauti, lakini kwa bahati mbaya makosa ya mawasiliano yalifanyika. Ndege hizo zikashuka viwango visivyofaa vya urefu na kugongana kwa nguvu angani. Matokeo yake ndege zote mbili ziliharibika vibaya na watu wote 349 waliokuwepo kwenye ndege hizo mbili walipoteza maisha. Hakukuwa na aliyepona katika ajali hii mbaya, na tukio hili limekuwa ni somo muhimu kwa mamlaka ya usafiri wa anga duniani kuhusu umuhimu wa mawasiliano sahihi na usimamizi wa trafiki ya anga ili kuzuia ajali kama hizi kutokea tena. Ajali mbaya zaidi namba mbili Inashikwa na Japani Airlines Flight 123 tarehe 12 Agosti mwaka 1985 ndege ya Japani Airlines Flight ilikuwa ikitokea Tokyo, Japani na ndege hii ilikuwa na wafanyakazi na abiria 524 ikielekea Osaka. Ndege hii ilikuwa moja ya ndege kubwa ya kisasa kwa wakati huo. Dakika chache baada ya kuruka, sehemu ya nyuma ya ndege iliharibika vibaya kutokana na hitilafu ya matengenezo iliyofanywa awali. Hali hii ilisababisha mlipuko mkubwa na kupoteza udhibiti wa ndege. Marubani walijaribu kudhibiti ndege hii, lakini kwa bahati mbaya, ndege ilipoteza mwelekeo na usawa na kuanguka katika eneo la milima ya Gunma Japan. Ajali hii ilisababisha vifo vya watu mia tano na ishirini na ni ajali mbaya zaidi ya ndege moja kuwahi kutokea duniani. Waliopona walikuwa ni wachache sana. Mmoja tu aliweza kuishi kwa majeraha makubwa. Tukio hili limekuwa somo kubwa kuhusu umuhimu wa matengenezo sahihi na usalama wa ndege. Na nafasi ya kwanza ya ajali mbaya zaidi ya ndege kuwahi kutokea inashikwa na Tenerife Air Disaster, Hispania. Ilikuwa ni mwaka 1977, ndege mbili kubwa, moja kutoka kampuni ya KLM na nyingine kutoka kampuni ya Panam zilikuwa zimetua kwenye uwanja wa ndege wa Tenerife, Hispania, zikiwa zinajiandaa kuendelea na safari zao. Kutokana na ukungu mzito na mawasiliano duni kati ya rubani na control tower, ndege ya KLM ilianza kupaa bila ruhusa kamili na ikagonga ndege ya Pan Am iliyokuwa bado ipo kwenye njia ya kurukia. Matokeo ya ajali hii yalikuwa ya kutisha na kusikitisha sana. Watu 583 walipoteza maisha na ni ajali mbaya zaidi ya ndege kuwahi kutokea duniani, chanzo kikuu kikihusisha ukosefu wa mawasiliano, hali mbaya ya hewa na makosa ya kibinadamu. Ajali ya Tenerife ni kumbukumbu ya maafa makubwa na somo muhimu kuhusu umuhimu wa mawasiliano sahihi na tahadhari katika usafiri wa anga.